Na huu ndio ambao wanaupeperusha na tamani waislamu dunia nzima wausikie, wauzingatie, wautie akilini, waone kwamba hiki ndicho kitu ambacho mtume wao amekikataza, ili kuleta upendo, ili kuleta amani, ili kuleta salama. Mtume akawaambia: fa inna dimaakum, hakika damu zenu waislamu

kuwa tukufu siku yenu hii ya leo. Fi baladikum hadha, kwenye mji wenu huu. Fi shahari kum hadha, kwenye mwezi wenu huu. Damu ya muislamu ni tukufu kama ilivyo tukufu siku ya leo, tena ikiwa ndani ya mji wa Maka, tena ikiwa katika mwezi mtukufu. Ukiimwaga hii, umemwaga jambo tukufu mno, una masuulia makubwa mno mbele ya Allah. Usimwage damu ya Muislamu wala usiwe sababu wewe damu ya Muislamu mwingine ikamwagika.